Dkt. Samia Suluhu Hassan hii leo amepokea ripoti kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, Takukuru lakini pia ripoti ambayo imewasilishwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Ni siku nyingine ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG anatakiwa kutimiza matakwa ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwasilisha ripoti ya ukaguzi wake kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika viunga vya Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam, CAG Charles Kichere pamoja na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Takukuru Crispin Chalamila wanawasilisha ripoti zao ambapo kwa ujumla zinaonyesha kuimarika kwa uwajibikaji ndani ya serikali. Hata hivyo, Kichere amezungumzia kuhusu namna nchi inavyopoteza mabilioni ya shilingi kutokana na uwekezaji ambao haujatoa matunda yaliyotarajiwa. Kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania ambayo ni kampuni tanzo ya Tanesco ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha 2023/2024 kampuni ilipokea shilingi bilioni sita kutoka Tanesco ambapo shilingi bilioni nne zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo na shilingi bilioni mbili kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguo nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linaolifanya yaendelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje. Kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangia imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora zilizo zinafanywa na idara ndani ya TANESCO kama ilivyo ada. Kichere aligusia pia kuhusu kukua kwa deni la taifa, ambako amesema limeongezeka ingawa bado ni himilivu. Kufikia tarehe 30 Juni 2024 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023, hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 55. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU crispin Chalamila amesema taasisi yake inajikita katika kutoa elimu kwa wanafunzi wangali wadogo ili waje kuwa raia wanaochukia rushwa ukubwani. tumefanikiwa kuingiza maudhui ya kuzuia na kupambana na rushwa kwenye mtawala wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu katika somo la historia ya Tanzania na maadili. Mtaala huu umeanza kufundishwa kwa wanafunzi wa darasa la tatu, kidato cha kwanza na kidato cha tano kwa muhula wa wa masomo wa mwaka 2024. Ulipofika wakati wa mwenye ripoti zake ya kuzungumza, Rais Samia Suluhu Hassan alisema kuna maendeleo makubwa sana ya kiuwajibikaji. Katika ripoti hii kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali, pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa, na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma, lakini ukichukua mwendelezo kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo, ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora. Tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. TAKUKURU imetuambia mambo kadhaa. La kwanza, udongo upate ukiwa umajimaji ndo utaweza kufinyanga vizuri. Mimi na nyinyi hapa tukihubiriwa mambo ya, ya, ya rushwa yanaingia huku, lakini likiingia jengine la rushwa limetoka. Lakini kwa watoto wetu tukianza sasa hivi wanakuwa na huo utamaduni, na hata wakiingia maofisini wataingia na utamaduni huo ambao wamekuzwa nao. Rais Samia pia aliahidi kwamba atafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa na CAG na Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU na kwamba atasikiliza pia mijadala ya bungeni mara ripoti hiyo itakapowasilishwa rasmi bungeni mwezi ujao. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam. Nam na sasa, wacha tuangazie takwimu zenyewe zinasema nini zaidi. Waksema namba hazidanganyi, yeah. <laughs> Wacha tuziangazie hapa. Jumla ya hati zilizokaguliwa zinatajwa kuwa ni elfu moja, mia tatu na moja. Hii ni sawa na ongezeko la hati tisini na mbili ikilinganishwa na hati elfu moja, mia mbili na tisa zilizotolewa mwaka wa fedha elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu, lakini hati ambazo zina ni elfu moja mia mbili tisini na tano sawa na asilimia tisini na tisa nukta tano hizi ni zile ambazo ukaguzi wake umekwenda vizuri na maswali yote kikaguzi ya kikaguzi yakiwa yamejibiwa ipasavyo lakini ukiachilia hapo hati zenye shaka hizi ziko tano ambazo ni sawa na asilimia sifuri nukta nne na hati hizi zimekaguliwa, lakini kuna maswali ya kihasibu bado hayajatolewa maelezo ya kutosha. Hati mbaya zenyewe ni iko moja tu, na hii ni ile ambayo imeshindwa kujibu maswali ya kihasibu. Lakini tukiacha hapo, katika hali ya rushwa, tukumbuke ripoti zilikuwa ziko mbili. Tanzania inatajwa kwamba ni ya pili kwa kiwango cha rushwa uh, Afrika Mashariki kwa na kiwango kidogo cha rushwa. Takwimu hizi ni kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya Transparency International ambayo yenyewe inaeleza kwamba Tanzania iko nyuma ya Rwanda eh, kama taifa lenye kiwango kidogo zaidi cha rushwa miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo takwimu zinaeleza hivyo. Naam uh, ni sahihi kabisa. Pili, na tunaweza tukamulika hapa swala hili na Dkt. Deogracius Dafi ambaye ni mchambuzi wa uh, masuala ya fedha. Karibu sana Dafi. Asante sana. Tumeona taarifa hiyo ina mambo mengi sana na hatuwezi tukaiangalia yote, lakini kwa uchache uh, tumeona pia miongoni mwa vipengele ambavyo vimeainishwa ni kuwa na hati moja ambayo ni mbaya Ukitofautisha na mwaka ambao umepita ilikuwa almost zaidi ya kumi kumi na nne. Uh, ni kitu gani ambacho unadhani kimesababisha kuwepo kwa hali hiyo? A, ni, ni umakini tu wa wasimamizi hmm. kwa sababu kwenye uhasibu tuna hati nne, mm-hmm. tuna hati safi, tuna hati yenye mashaka, tuna hati mbaya na kuna kushindwa kutoa mawazo eh? Failure to give opinion, yani haiwezekani. Kwa hiyo umakini, lakini hii ni ni sawa, kuna maendeleo lakini tusi hapo, tusibaki hapo kwa sababu hizi ni namba. Kwa hiyo ni namba, hati ni safi, zimeandikwa kubwa zaidi. Twende kwenye utekelezaji waliofanya, wametekeleza wame naam. Hiyo, inazingatiwa. Inazingatiwa. Na kuna miradi mingi ambayo pengine inaanzishwa na serikali kwa matumaini makubwa kwamba itakuja kuwa na tija lakini mm, kwa namna fulani inakuja kufikia na imeorodheshwa pia inakuja kufikia hatua inakuwa haifanyi kazi okay, nah. Unadhani ni kitu gani ambacho kinasababisha hili na ni namna gani inabidi tufanye ili kuendelea mbele kuondoa uh, changamoto hiyo. Kubwa zaidi ni, ni, ni kuhakikisha tunafanya tunasema nini, visibility, yani tufanye mm upembuzi wa kutosha kabla hatujafanya mm -hmm. Nini tunatarajia tufanye mm -hmm. Tunatarajia tunataraj tutaweka fedha ngapi na nani atasimamia mm -hmm. Tukikosea tuki hapa samue labda mpango ni mzuri, msimamizi akawa sio, tunaweza tusifanya lakini mm -hmm. Cha kikubwa ni kwamba tufanye upembuzi vizuri na tujipange inavyostahili mm -hmm. Kwa sababu kama unaweka fedha ulizamiria ita, ita, ita, itafanya vizuri lakini kama haifanyi vizuri, maanake mm. Kuna sehemu, kuna shida hiyo mm. Ni moja, lakini inawezekana kuna matokeo mengine nje, matokeo nje ya control ya binadamu mm. Eh, sijui hapa katikati tunakumbuka kama pale zamani mm. Eh, kulitoka ma, ugonjwa au pakatokea mvua kubwa mm-hmm. au pa, yani, kinajitokeza kitu ambacho mwanadamu hawezi, hawezi kuzuia. Hmm. Hmm. Kwa hiyo hiyo nao ni hatari. Hmm. E, Dafi, unadhani huu e, upembuzi yakinifu ufanyiki kabla ya miradi. Uh, mikini inafanyika lakini e, ni, ni kweli. Hmm. inawezekana inafanyika. Hmm. lakini hapa ni jambo moja, CAG hmm, amesoma ripoti. Hmm. Sasa zitaitwa wahusika kwenye kamati mm -hmm. kwenda kueleza nini kinafanyika. Kwa hiyo tutakuwa tuna mjadala sasa, tutapata majibu vizuri kwamba mm -hmm. nani alikosea, kama unafanyika Samuel, labda mmoja alikuwa mzembe mm -hmm. au kuna jambo limetokea limekuwa nje ya control ya mwanadamu au ni mambo yetu ya kibinadamu, lakini mm -hmm. yote lazima tuyaangalie na lazima tuweke wasiwasi kwa sababu limesemwa jambo na kuna kitu kinafanyika. Dafi, bado eh, kuna mashirika yetu ambayo yametajwa kwamba bado yanaendeshwa kwa hasara mm -hmm. na inaonekana kwamba ni, ni, ni tatizo endelevu limekuwa likiendelea likitoja katika kila liki ripoti, mm -hmm. um, shirika letu la ndege, shirika pia la reli na mambo kama hayo. Ni kitu gani ambacho kinasababisha hali hii kuendelea ku, kuendelea mbele na ni nini suluhisho la changamoto hii, kwamba mashirika yetu sasa hivi yaanze kutengeneza faida eh, kutokana na uendeshaji wake? pia mm, kuna kama nilivyosema mwanzo, kuna sababu mm -hmm. kwa sababu mfano shirika la ndege ndege, mm -hmm. hatukuwa na ndege mwanzo ndege zilikuja kwao, huwezi ukafata faida mara moja mm -hmm. lazima utategemea kupata, lakini mm -hmm. E, lakini tunatarajia hasara ipungue, lakini sijui amesoma nini imesababisha ndege, sijui zilikaa zikafanyaje, lakini kikubwa ni usimamizi mm -hmm. tu, yani tukisimamia vizuri maanake tutatibu ugonjwa kabla haujawa mkubwa mm -hmm. E, na leli wale tumeambia matatizo ya, tunatarajia, kwa sababu amesema hasara ile mm -hmm. haihusishi imeishia tarehe thelathini Juni, kwa hiyo SGR haimo. Kwa hiyo tunatarajia improvement ya maendeleo makubwa ya reli ya umeme inatarajia, tunatarajia ripoti ya mwakani itaje hasara ime, imepungua, ipungue, na mpaka tufike sehemu labda tupate faida, lakini lazima tuangalie kwa nini tunapata hasara, tuzuie wakati ujao tusije tukapata faida.